Lengo hapa ni kuimarisha mahusiano ya kitaasisi, lakini kwa kuwakutanisha pamoja Watanzania wa sekta mbalimbali na kujenga msingi imara wa kufanya mazoezi ya mwili. Tamasha hili pia ni sehemu ya utekelezaji wa ajenda ya kitaifa. Mwaka huu tuna ajenda muhimu nchini na bonanza limea, limeandaa hili kauli mbiu inayokwenda kuendeleza ajenda ya kitaifa na kauli mbiu ya mwaka huu inasema, shiriki uchaguzi mkuu kwa maendeleo ya taifa letu. Nataka nieleze tu, ni tu kwamba kila tunapokutana kundi kubwa kama hili la Watanzania, tuna ajenda ya kitaifa lazima tukumbushane, na ndio iko kwenye kauli mbiu. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi wa Tanzania. Kila Mtanzania anayo haki ya kikatiba ya kushiriki uchaguzi kwa kwenda kuchagua kiongozi unayemtaka kwenye eneo lako, lakini pia wewe mwenyewe kwenda kuomba nafasi ya kuchaguliwa. Mwaka huu tumeanza harakati hizo huku tume ya uchaguzi tume huru ya uchaguzi ya taifa inaendelea kutoa ratiba zake, na vyama mbalimbali vya siasa vimeanza harakati zake kutangaza watu wake. Chama cha Mapinduzi tayari kimeshatangaza wagombea nafasi ya rais Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Zanzibar na mgombea mwenza, na vyama vingine tutapata taarifa kwenye nafasi za ubunge na madiwani mabaraza madiwani amevunjwa jana, bunge letu tarehe ishirini na saba waheshimiwa wabunge wenzangu, napotamka wabunge tarehe ishirini na saba na mimi napata kushtuka shtuka kidogo, nakniko kwenye tanuru hilo hilo, lakini inshallah Mwenyezi si Mungu atatujalia. Nawaombea sana wabunge wenzangu, baada ya kuvunja bunge twende tukapambana, turudi tena hapa, na mimi naamini wote mtarudi. Ili bunge grand bonanza ya mwaka elfu mbili na ishirini na sita tuje tena wote hapa. Endeleeni na chakato, Mwenyezi Mungu atawaongoza na mtashinda kwa kishindo, mna yote ya kuyasema kwa wananchi kule, kwaiyo twende tukashughulike na hilo. Kwa hiyo Watanzania, tunapokwenda kuchagua viongozi, tuna hawa wanaomba uongozi, kila mmoja anakuja na stahili yake ya kushawishi kupata kuungwa mkono, kupigi wa kupigiwa kura. Ukiondoa michakato ya ndani ya chama, kuna ule mchakato mkubwa utakaosimamiwa na Tume Huru ya Uchaguzi ya Taifa pale inawaleta watu wote, kila mmoja na chama chake kuja kusema na Watanzania. Nendeni mkasikilize, lakini nenda mkisikiliza, mchuje kinachosemwa, chukueni kile ambacho mna uhakika kitaendelea kuwapa maendeleo, lakini pia kitaimarisha tunu ya taifa hili ya amani na utulivu katika nchi amani na utulivu katika nchi hasa kwa Tanzania, ni ajenda ya kudumu, na hii ndio nembo yetu ya Tanzania kwanza kuliko jambo jingine lolote. Kwa mnapowasikiliza hao wanaosema na kushawishi mwapigie kura, hasa kwenye mchakato ule wa mbele, baada ya vyama kuleta wagombea wake, nenda mchuje yanayozungumzwa na myakataye yale yote ambayo yanakwenda kuashiria kuvunja amani na utulivu wa taifa hili. Hapa nazungumza na wasomi na watu waelewa, na kwa hiyo kila mmoja akajipange kusikiliza na kuchuja yanayozungumzwa. Na sisi kama CRDB, sio kushiriki tu, tumemwambia mwenyekiti wa Bwana Zahiri kwamba mikataba haiwishi napate na sipaiishi tupo na unarudi tupo, tunawaahidi taenda kuwa na nyinyi muda wote na siku zote.